Kuporomoka kwetu ndio swala ambalo watu wengi limewashtua. Nini haswa ambayo imetufanya sababu mpaka sisi tunashika nafasi ya sita, baada ya kunjoinjoi ile top 5 ama tano bora mpaka nne bora tuliingia, kuna kipindi hapo. Simbauranga, hi, hii inatokana na umetaja hapo orodha ya ya nafasi na hizo, ama nchi ama katika ligi hiyo e, manake nafasi ya nne unakuta una pale ligi ya Algeria lakini nafasi ya tano mm. e, Tunisia na sisi hapa tupo nafasi ya sita mm. e, maanaake unaangalia mafanikio e, ya timu zao katika ligi e, kwa ujumla e, ukizungumzia kwa ligi Algeria lakini Tunisia e, namba tatu pale kuna Afrika Kusini e, mbili e, unazungumzia Botola e, tumeona kwa misimu hivi karibuni e, namba moja namba mbili kama kama zibadiliki. Mm. kwa upande wa ligi kuu ya Misri lakini na ligi ya pale Morocco huwa hazibadiliki. Na hiyo yote inatokana na jinsi ambavyo timu zao zimekuwa zina ile mwendelezo wa kufika hatua mm. za mbali katika michuano ya Afrika ambayo inaandaliwa aidha kombe la eh, shirikisho mm. ama ligi ya mabingwa. kizungumzia mpaka sasa hivi bingwa wa ligi ya mabingwa Afrika timu inatoka pale Misri ambayo ni Pyramids bingwa bingwa, eh, eh, lakini bado eh, nusu finali walipeleka timu mbili, unazungumzia Ahly mm. eh, ligi ya kisoria lakini na pili katika tu nusu final, final eh yeah. E, unakuja kwa upande wa pale e, Morocco imekuwa na kawaida kupeleka timu e, atua makundi robo kila msimu wanakuwa nafanya hivyo, na kuna kipindi wanafika tu mbali zaidi e, kwa upande wa, wa wa, Morocco though kuna siku za kwa kawaida Wydad na Raja Casablanca kama zimepotea lakini unaona kuna mbadala yake e, FAR Rabat aliingia pale katika hiyo mm. e, USM Alger mm. wamekuwa na historia e, yao katika ligi ya ya shiri, amini kombe la shirikisho ya RS Berkani, ya RS Berkani, Berkani. Na, ma, na manisha hiyo okay. Ambaye Berkani msimu uliopita walikuwa ndo mabingwa wa kombe la shirikisho, shirikisho. Mm. Safari hiyo wanashiriki ligi ya mabingwa mm. kwa hiyo unaweza kuona kwa upande wa Morocco na Misri zinakuwa zina eh, ziko pale juu yani zi, ziko pale miaka yote mm-hmm. Misri eh, ligi kuu ya Misri na ligi kuu ya pale Morocco Botola, lakini inawezekana kwa upande wa Afrika Kusini mafanikio ya Mamelodi ndo na nafanya pale wamerudi kila msimu wameferi nusu ama fainali. Kwa mfano, msimu uliopita alifika fainali katika michuano ya ligi ya mabingwa, walifungwa mechi ya finali na Pidamids. Na amekuwa anafanya hivyo limwendeleza kila mara kila msimufka hatua hizo za mbali ya hivi vilabu ambavyo vinashiriki ligi ya mabingwa shirikisho, umetaja vilabu vya vyalbo E, Mamelodi lakini Orlando Orlando hapo nafasi hiyo hapo, naona ukija kwa upande wa Tunisia, mafanikio makubwa unakuta pale kwa upande wa Esperance, ambao ukiangalia kila msimu ama wamekuwa wanafika hatua za mbali nusu e, kuna kipindi fainali, yani wamekuwa wanacheza hapo. Kwa hiyo ile ili kuwapa ile nafasi kuwa wanafanya vizuri katika michuano ya Afrika kwa ujumla, na tumetaja Algeria ya umetaja timu ya USM Alger, mm. Algeria Eh, kila msimu imekuwa na pata mafanikio kucheza makundi kufika hatua za nusu robo. Ukija kwa upande wa safari kwa safari ya Algeria iliyopita msimu ule, e, msimu uliopita mm. Algeria kulikuwa na timu eh, MC Alger, MC Alger ambao walikuwa kundi moja e, na Yanga na wakapita mpaka hatua ya robo, robo. Mm. Yanga aliyaaga mashindano mapema ndio, eh, lakini unazungumzia vile vile kwa upande wa USM Alger mm. na vile vile washiriki hatua ya makundi mm. kwa hiyo inawezekana kwa hizi eh, ligi mbili ya Algeria na Tunisia wamekwenda kututoa pale kutokana na jinsi ambavyo wamekuwa na mafanikio ya msimu uliopita, na ndo hasa sababu hiyo. Lakini bado tuna nafasi kubwa ya kwenda mbali zaidi ama kusogea pale tulipokuwa. Kwa nini? Kwa sababu timu zetu nne zote zimeingia hatua ya makundi mpaka mm. sasa. Unazungumzia Yanga, Simba, lakini Singida na Azam FC wapo mm. katika hatua ya makundi, tena mbili shirikisho mbili ligi ya mabingwa mm. Kwa hiyo na bado unaona kuna baadhi ya timu wana wapo katika risi nzuri ya kwenda robo finali. Kwa mfano Yanga. Yanga wana nafasi kubwa kutokana na alama ambazo wamejikusanyia mm. alama nne mpaka sasa na bado na faida ya baadhi ya michezo katika uwanja wa nyumbani. Ndio. Ukija kwa upande wa, wa, wa Singida, mwenendo mm. wao sio mbaya e, mechi ya mwisho ilitoka sare e, na Stellenbosch. E, ukipiga mahesabu bado nafasi nao wanayo. Simba, nao vilivyolicha, kwamba wamefunga mechi mbili, lakini bado kama wakifanya vizuri mechi zao ambazo zimesalia zile tatu ama nne, wanaweza wakaenda katika hatua ya robo fainali.